Huduma zenu zinatakiwa kuwa huduma zenye ubora, huduma zenye ufanisi, huduma ambazo zinatolewa kwa kasi inayotosheleza huduma ambazo zinatoke, zinatokeza kwa kuzingatia heshima na uwajibikaji. Nawaombeni mwendelee kutoa huduma kwa umma kwa kuzingatia misingi ya haki, heshima na utu, uwajibikaji pamoja na kasi na uzalendo. Niko hapa kuwaahidi utendaji uliotukuka. Niko hapa kuwaahidi kwamba wizara na uongozi wake tuko tayari kushirikiana na nyinyi, tuko tayari kumuunga mkono Mheshimiwa Rais anapomaliza muda wake wa uongozi kuelekea Kizimkazi Zanzibar kweli aache tabasamu la utu kwenye nyuso za Watanzania kupitia wizara ya mifugo na uvuvi. Kwa hiyo nimesimama hapa kuwapongeza kwa kazi kubwa mnayoifanya kupitia wizara yetu, lakini nawaomba haya mazuri yaliyosemwa yadumishwe kwanza kabla hatujaanza mapya na mimi sijaja kufanya mabadiliko makubwa mapya. Nimekuja kufanya mabadiliko mapya, lakini kwa kuanza na kudumisha haya mazuri niliyoyakuta. Msingi wa maendeleo tunayotamani kuyafikia, ili tuwe taifa imara lenye uchumi shirikishi na unaojitegemea kuwa taifa la haki na maendeleo kwa watu wote Lazima tuimarishe, tuendeleze na tudumishe rasilimali watu. Na kwa kipindi cha toka mwaka 2020/21 mpaka mwaka uliopita wa fedha 2024/2025, wakala imeshuhudia mafanikio kadhaa. Mafanikio ya kwanza, tumeshuhudia ongezeko la mapato ya ndani, na hii ni kutokana na juhudi za maksudi ambazo management ya wakala na watumishi tunazifanya ili kuhakikisha kwamba wakala inasimama na kuwa ni chombo thabiti na kinachotegemea, na kwa kipindi hiki tumeona ongezeko la mapato kutoka makusanyo ya shilingi bilioni tatu pointi sifuri saba mbili kwa mwaka elfu mbili na ishirini ishirini na moja mpaka mwaka uliopita wa fedha tuna makusanyo ya jumla ya ndani ya shilingi bilioni sita pointi tano mbili mbili 22 na hii ukiangalia kwa mzania ni ongezeko la mara mbili zaidi, yani kwa asilimia. Vile vile wakala imeusudia eh, pia ongezeko la uzalishaji wa chanjo kwa kiwango cha dozi. Katika mwaka 2020 21 tulikuwa na Uh, uzalishaji wa jumla ya dozi milioni 64.1 kwa mwaka, lakini kwenye mwaka uliopita wa fedha uzalishaji wa chanjo umefika dozi milioni na 82.6 kwa mwaka. Na hapa tunaona ongezeko la dozi milioni 20. Kwetu sisi ni mafanikio, Mheshimiwa Waziri. Uh, katika kipindi hiki tumeanzisha pia vituo viwili ambacho ni kituo cha Simiu kiko kule Meatu, lakini tuna kituo Sumbawanga kule Rukwa. Uh, fanikio lingine kubwa katika nyanja yetu ya veterinari ni kupata ikibati katika vipimo vikumi vya maabara. Ikibati tulipata mwaka 2022 na tunamshukuru Mungu kwa juhudi na jitihada kubwa ambazo tunaendelea kuziweka ikiwemo uwekezaji kwenye rasilimali fedha Aa, na commitment ya watumishi mpaka sasa tumeendelea kushikilia hiyo kibali. Sio sisi, vijana tunalo jukumu la kujiendeleza katika kundi kubwa kama hili. Ukiona wale ambao wana elimu ya juu na tena kiumri wamekwenda kidogo, maana yake ni kwamba baada ya muda watatoka na sisi ndio tunatakiwa tupande kukava nafasi zao, si ndio? Tuna jukumu la kujiendeleza, kujiendeleza kielimu, kujiendeleza kikazi, lakini zuri zaidi ni kwamba taasisi yetu inatoa nafasi ya kufanya hivyo kupitia uwezeshaji, lakini kwa anayehitaji atapata nafasi na luksa ya kwenda kujiendeleza. Tutumie nafasi hiyo, na huo ndio mlengo wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwamba kila kijana mwenye uthubutu na apewe nafasi, na taasisi yetu na wizara yetu iko tayari kutoa nafasi hiyo. Tusiache gap iwe kubwa kati ya wale ambao wanatutangulia na wanatoka na sisi tutakaoacha, ili taasisi hii iwe na uendelevu wa muda mrefu. Sifa kubwa ya kijana ni ubunifu. Sasa tunategemea kwa sababu taasisi yetu inakuwa na watumishi wengi zaidi ambao ni vijana, maana yake kasi yake ya kutenda kazi na kutoa matokeo itakuwa kubwa zaidi, tena mara zingine kwa njia ambazo ni fupi zaidi, kwa gharama ndogo zaidi, lakini matokeo makubwa zaidi. Hapo ndiyo sehemu, tukiangalia tunasema, naam, hapa kuna vijana wengi zaidi uzalendo kwa nchi yetu, tuwe mabarazi, mabalozi wakubwa sana kwa hiki tunachokifanya, lakini tusaidie sana sana kwa moyo wale ambao tumewekwa hapa kuwasaidia, ili kuhakikisha ifikapo 2030 tunaweka tabasamu kwa wafugaji wote nchi nzima.